Kwa baada ya kufanyika vipimo vya kina tulikubaliana mchezaji Clement Mzize akafanyiwe operation ya sehemu ya goti na hivi ninavyozungumza na nyie operation hii tayari imefanyika na mchezaji Clement Mzize alhamdulillah, anaendelea vizuri baada ya operation hiyo. Tutamkosa Mzize kwenye pitch kwa muda wa wiki nane mpaka kumi kama ambavyo jopo, uh, la madaktari limeelekeza. Kwa hiyo nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari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 na klabu yetu Young African Sports Club imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahli kutoka Misri, kuna timu inaitwa Farabat kutoka Morocco na kuna timu inaitwa JS Kabylie kutoka Algeria. Ukiangalia hilo kundi ambalo lina timu nne, kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira, kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndio kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndio kundi la kifo. Kwa nini ni kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote nne ndani ya hilo kundi. Ukiangalia vizuri, mbali na ubora wa timu zote nne kwenye kundi hili lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top 5 naweza kusema ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Moroko, kuna ligi ya Algeria na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye tano bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lelemama, na sisi uongozi wa klabu ya Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu. Na ni kundi ambalo halitabiriki mpaka tunavyozungumza sasa hivi, yeyote anaweza kuwa nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali, na sisi kama club tunaanza mipango yetu sasa hivi kuhakikisha tunakuwa timu moja katika mbili ambazo zita qualify kuelekea hatua ya robo finali inshallah. Tayari uh, ratiba imeshatangazwa kwa maana uh, mechi zitakapokuwa Young Africans tutaanzia mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya FAR Rabat. Baada ya hapo tutasafiri kwenda Algeria kucheza na JS Kabylie. Baada ya kucheza na JS Kabylie, tutakuwa na mchezo mwingine wa ugenini dhidi ya Ahli Misri, alafu tutarudi nyumbani kucheza mechi nyingine dhidi ya Ahli ya Misri, alafu tutasafiri tena kuelekea uh, Morocco kurudiana na Farabat, na mchezo wa mwisho utafanyikia Tanzania dhidi ya JS Kabylie kwa ratiba hiyo tayari kafu wameshaipost na, na nafahamu waandishi na mashabiki wa klabu yetu Young Africans watakuwa wameshaiona na kuielewa. Kuelekea mechi hizi za Champions League hatua ya makundi a, baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, mechi za klabu ya Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja maana ya Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo, tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna utaratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari mechi za makundi za klabu yetu ya Young Africans zitafanyika New Aman Complex, na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa uh, na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu, ni kama wameshatotoa kwenye mashindano, lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo, na inshallah tutakwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo, uh, ya anze haraka, kwa hiyo maandalizi kule Pemba Unguja yaanze haraka kuhakikisha wanaipokea timu na tunakuwa imara kwenye michezo ya nyumbani, na mashabiki wengine kutoka mikoa tofauti tofauti Dar es Salaam, Dodoma uh, Morogoro na sehemu mbalimbali hapa Tanzania pia, tunawaomba uh, nanyie tujiandae. Mechi itafanyika mechi ya kwanza ni tarehe ishirini na mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi ni siku ya Jumamosi na itapigwa mechi hii majira ya saa kumi kamili jioni New Aman Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo tuanze maandalizi na sisi matawi yote ya Yanga Tanzania, na tuwe tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar, New Aman Complex kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kufikia hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, nimefika mwisho wa machache ambayo nataka niwajuze na nakaribisha maswali matatu mpaka matano kama yapo, tuweze kufunga mkutano huo. Karibuni, karibu. Nimezungumza. Nafikiri kwa lugha ya Kiswahili tu chepesi ndugu yangu. Kwa kuzingatia, uh, maslahi mapana ya klabu yetu ya Young Africans Sports Club lakini pia tunatambua sisi kama klabu Young Africans, sehemu yoyote hapa Tanzania tukicheza tunafanya vizuri. Sehemu yoyote, haijalishi ni Benjamin Mkapa, haijalishi ni CCM Kirumba, haijalishi ni Sheikh Mdiabedi kule Arusha. Popote ambako Young Africans itakwenda kucheza, inacheza na inafanya vizuri. Zanzibar pia ni sehemu ambayo tukicheza tunafanya vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine zaidi ya kwenda kucheza. New Amaan Complex ni sehemu ya Tanzania na ni sehemu ambayo tunaamini tutakwenda kupambana na kupata matokeo mazuri, kama ambavyo tumepambana katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo hakuna muujiza, ni uchaguzi tu wa viwanja, na sehemu zote ambayo tutacheza, tunaamini tuna nafasi ya kupambana na kupata matokeo mazuri. Swali la pili, swali la pili kama lipo. Swali la pili, kama lipo lipo. Asanteni sana.